Ya misa takatifu Jumanne, juma la thelathini na tatu katika kipindi cha kawaida. mo la kwanza makabayo wa pili sura ya sita mstari wa kumi na nane hadi thelathini na moja somo katika kitabu cha cha pili cha wa Makabayo. Siku zile Eleazari alikuwa mkuu mmoja wa kwanza kati ya walimu wengine wote wa sheria mtu aliyekwisha kuzeeka kweli, ubo lake la kuoba heshima. Nao walitaka kumshurutisha ale nyama ya nguruwe, hata wakamfunua mdomo kwa nguvu, lakini akiona ni afadhali kufa na heshima kuliko kukaa mzima kwa fedheha, alikubali kwenda kupigwa mijeredi, akaitema nyama ile ilivyompasa mtu mwenye moyo wa kukataa chakula chenye kutakaz, kukatazwa hata kwa hatari ya uzima. Watu walioandaa karamu ile ya kichenzi wakamchukua kwa faragha, kwa kuwa mzee yule alikuwa rafiki yao watangu zamani, wakamwambia kwamba wataleta nyama nyingine atakayoweza kula, ili asi, ajizingizie tu ila ajisingizie tu kwamba anakula nyama ya sadaka ilivyokuwa amri ya mfalme. Akifanya namna hiyo, angeweza kuwepa kuwawa na kufaidi kwa ajili ya urafiki wa siku nyingi waliokuwa nao. Lakini yeye alikataa shauri mwenyewe kwa namna iliyofaa kwa umri wake na kwa hekima ya uzee na ya mvi zake alizopata kwa kazi ya heshima na kwa uadilifu wa moyo ulioonekana katika mwendo wake tangu utoto. Hasa alitaka kushika imara sheria ile iliyowekwa na Mungu mwenyewe. Basi akasema upesi: afadhali munipereke kaburini. Akaongeza: mtu akiwa mzee kama mimi hafai kujizingizia, vijana wengine wafikiri kwamba Eliazari amekubali kufuata dini za kigeni alipokuwa mzee wa miaka tisini, na kwa ajili ya mazingizio hayo wataongozwa vibaya, na litakuwa kosa langu nililotenda ili kuongeza siku chache za maisha yangu. Uzee wangu utapata haya na fedheha kubwa. Juu ya hayo, nikiepuka adhabu ya binadamu sasa, lakini kiasi cha Mungu Mwenyezi siwezi kukiepuka sasa na baada ya kufa. Ndiyo maana ikiwa nakubali kutoa uzima wangu bila hofu, nitakuwa mtu niliyestahili kuona uzee wangu kweli, nao vijana watapata kuona mfano mzuri wa kifo hodari nilichopokea kwa moyo wangu wote na kwa furaha, kuliko kuidharau sheria tukufu ya Torati takatifu. Alipomaliza maneno hayo alipelekwa kuuawa bila kukawia. Wakamteda ukali mkubwa sana kwa ajili ya maneno aliyosema. Watu wale waliotaka kumhurumia kwanza waligeuza upole kuwa ukali, wakaona maneno yake ni ukorofi. Kwa sababu ya kupigwa hakukawia kukaribia saa ya kufa, na akasema kwa sauti inayofifia: Bwana ajuaye yote anafahamu kwamba nateswa vibaya sana mwilini mwangu kwa kupigwa vikali hivi, ingawa ningaliweza kuwepa kifo hiki, lakini moyoni mwangu napokea madhurumu hayo kwa furaha, kwa sababu na mheshimu Mungu. Ndivyo alivyofariki kwa jinsi alivyomaliza maisha yake, akawapa vijana na wengine wote wa taifa letu mfano mzuri wa uhodari na uadilifu tuwezao kukumbuka neno la Bwana. Tumshukuru Mungu. Zaburi ya kuitikizana. Zaburi sura tatu mstari wa pili hadi tatu ine na tano sita na saba Kiitikio: Bwana ndiye anaye nitegemeza. Bwana ndiye anaye nitegemeza. E Bwana, wanaonisonga ni wengi. Ni wengi wenye kunishabulia, ni wengi wenye kusema juu yangu, huyu hapati wokovu kwa Mungu. Bwana ndiye anayenitegemeza. Lakini wewe ee Bwana, ndiwe ngao yangu, utukufu wangu, unayeinua kichwa changu. Nilimlilia Bwana kwa sauti kubwa, naye akaitikia toka mlima wake mtakatifu. Bwana ndiye anayenitegemeza. Nilijilaza nikapata usingizi, nikaamuka, kwa kuwa Bwana ananitegemeza. Sitaogopa maelfu ya watu waliojipanga pande zote dhidi yangu, Bwana ndiye anayenitegemeza. Aleluya, Aleluya, Aleluya, Aleluya. Mungu alitupenda hata akamtuma mwanaye awe malipizi kwa dhambi zetu. Aleluya, Aleluya, Aleluya, Aleluya. Somo la Injili Takatifu ilivyoandikwa na Ruka. Utukufu kwako e Bwana. Ruka sura kumi na tisa mstari wa kwanza hadi kumi. Wakati ule Yesu aliingia Yeriko akapita katikati yake. Pale palikuwa na mtu jina lake Zakayo, naye alikuwa mtoza ushuru mkuu, tena mtu tajiri. Alitafuta nafasi ya kumwona Yesu, apate kumfahamu ni nani, lakini alishindwa kwa sababu ya umati wa watu, maana alikuwa mfupi. Akatangulia bio akakwea mkuyu apate kumwona kwa maana jia ilipita huko. Yesu alipofika pale, alitazama juu, akamwambia Zakayo, shuka upesi, kwa maana leo imenipasa kushinda nyumbani mwako. Akashuka upesi, akampokea kwa furaha. Wote wenye kuona hayo walinung'unika, wakisema, amekwenda kushinda kwa mkosefu. Zakayo akasimama, akamwambia Bwana, Sikiliza, Bwana, nusu ya mali yangu nawapa maskini, na kama nimenyang'anya mtu kitu nitamrudishia mara nne. Yesu akawaambia, leo wokovu umefika nyumba hii, kwa kuwa huyu pia ni mwana wa Abrahamu, kwa maana mwana wa mtu amekuja kutafuta na kuokoa kilichopotea. Ijili ya Bwana.